Umeshao kuwa katika hali ambayo watu wanakuchukia au mtu fulani anakuchukia na unashangaa kwa nini? Haujawai kumkosea haujawai kugombana na umekuwa mwema sana katika maisha yake, lakini ghafla tu ni mtu anatengeneza chuki, wengine wanatengeneza chuki mpaka wanakuambia wengine wanakusema kwa watu. Hali hii huwa inatokea mara nyingi sana katika maisha yetu, na ukiwa katika kama kali kama hiyo, wakati unajiuliza, mara nyingi tunakuwa tunajiuliza kama vile kuna nini tumekosea. Kumbuka si lazima uwe umekosea ili mtu mwingine akuchukie. Ziko sababu nne ambazo nimezigundua watu wanaweza kuchukia tu hata kama hujawakosea kabisa. Sababu ya kwanza ni pale unapoanza kufanya walichotarajia utashindwa. Katika dunia tunayoishi, kuna watu wamekucholea mstari kwenye maisha yako, wamechora mstari kwenye mambo ya fedha, wamekucholea mstari kwenye biashara, wamekucholea mstari kwenye kipaji chako au taaluma yako. Pia wengine ni marafiki zetu, wengine ni watu tunaofanya nao kazi pamoja, wengine ni ndugu zetu, wengine hata inawezekana ni wenzi wetu. Wanapoona umeanza kuvuka ule mstari waliokuwekea, kuna kitu kinawakera kwa sababu unakuwa kama vile umewaprove wrong na ukianza kuwaprove wrong, usifikiri watakupenda. Kuna wengine walishakuambia kabisa, kwa uh, kwa mbele ya uso wako, wakakuambia kabisa, wewe hauwezi kufanikiwa kwenye biashara, wewe utafeli mitiani, wewe hautamaliza chuo, wewe siu hivyo. Kuna watu wamekuambia maneno, wewe hautaolewa. Sasa wakiona vile vitu walivyovisema vimeanza kutokea kinyume na walichosema Usifikiri kwamba watakufurahia kwa. Kuna mtu anachukia biashara yako tu kwa sababu aliamini, alishakuchorea mstari, we sio mtu unaweza ukafanikiwa kwenye biashara. Kuna mtu anakuchukia tu kwa sababu kipaji chako kimekuwa kikubwa, na aliamini hauwezi kutoboa. Kuna siku alikwambia, wengine wakukwambia, wengine unashangaa walikuwa wanasemea pembeni, wengine hata hawakuwahi kusema, walikuwa wanawaza tu mioyoni mwao kwamba huyu hawezi kufanikiwa kwenye jambo. Siku ukifanikiwa ukavuka mstari ulio ule ambao walikuwekea uwe na hakika, lazima watakuchukia. Kwa sababu ya kwanza, wanakuchukia kwa sababu walitarajia utashindwa. Wanapokuona umeshinda inawauma, lazima wawe na chuki ndani yao. Jambo ya la pili, ambalo linaweza kufanya watu wakuchukie mpaka ukashangaa hujawakosea chochote kile, ni pale ambapo wao wanapitia mambo magumu na wewe kwa kupitia mambo mazuri na kuwa na furaha kwenye maisha yako, wanaona kama vile unawaringishia hivi. Lakini kitu cha ajabu sana unaweza ukakuta mtu anapitia magumu labda kwenye ndoa yake, anapitia magumu kwenye biashara yake, anapitia magumu uh, kwenye kitu ambacho anakifanya, anapitia magumu kazini kwake. Anapokuona wewe una furaha, fura, unacheka, una furaha, unaishi maisha furaha, pengine unavaa vizuri, unacheka, unatabasamu. Kwa sababu hiyo tu mtu anaweza akakuchukia, anaona kama vile unajidai, anaona kama vile unamringishia, wakati wewe hata ujui anachokipitia, pengine unaishi tu maisha yako kwao. Kuna watu ambao wanaweza wakakuchukia sababu pekee tu ni, wow, ni kwa sababu wanaona kama vile unajidai au unawaringishia, kwa sababu wao kuna magumu wanayopitia. Kanuni ya mwanadamu wa kawaida ni kwamba wanatamani watu wengine wanapokuwa wanapitia magumu, au mtu anapopitia magumu, anatamani na wewe pia upitie magumu. Ndio ile wanasemaga kwenye msemo wa Kiswahili kwamba msiba wa wengi ni sherehe. Kwa hiyo mtu akipitia magumu anatamani kila mtu apitie magumu. Yeye asipokuwa na furaha anatamani kila mtu asiwe na furaha. Anapoona unakuwa na furaha, inamuuma inamuumiza, anaona kama kwa nini wana furaha wakati mimi sina furaha. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kuna watu kabisa wanaweza wakakuchukia kwa sababu wao tu wanapitia magumu kwenye maisha yao. Kwa hiyo ukianza kujitafuta ukasema, nimekosea wapi, hautagundua mahali ulipokosea. Jambo la tatu watu wanaweza kukuchukia kwa sababu hawapendi uwazidi. Hawapendi uwazidi, hawapendi kabisa uwazidi. Kuna watu ambao uko nao ofisini, kuna watu ambao pengine mulianza wote, mulianza wote biashara, mulianza wote kazi, akianza kukuona unapanda cheo atakuchukia. Akianza kuona biashara yako inakuwa kubwa kuliko ya kwake atakuchukia. Kuna watu ambao watakufurahia tu kama uko level moja na wewe, ukianza kupanda juu yao hawatakubali hata siku moja, wataanza kuchukia, wataanza kusema vibaya. Kuna wengine ambao hata inawezekana walikusaidia kabisa, walikupa vitu vya kusaidia, pengine walikusaidia mtaji, wengine walikusomesha na yu, kwa sababu hiyo wanaamini kwamba kwa sababu wao walikusaidia, we unatakiwa uwe tu mtu wa chini, unatakiwa wewe unaomba wao, unatakiwa kila siku wewe, wanakukandamiza. Siku ukianza kuchipuka na kuwa zaidi yao, uwe na uhakika wataanza kuchukia. Sio wote lakini kuna watu ambao hawatapenda kabisa, mwanzo pamoja, halafu wazidi au wamekuacha nyuma baada kuwazidi. Kuna watu watakuchukia tu kwa sababu hiyo, hata ukitafuta ulichowakosea, utaomba msamaha, utawambia tupatane, tuelewani, hawatakubali, watakuchukia tu katika maisha yako yakoyote, ko wako watu watun watak wajue watu namna hiyo, naujue uishi nao namna gani. Lakini wanne wapo watu ambao wanaweza wakakuchukia kwa sababu umeanza kuwatishio, umeanza kuwatishio na umeanza kutishia pengine nafasi zao, eh, kwenye kampuni labda. Wanaona namna unavyoenda unapendwa, unafanya kazi vizuri, unaanza kung'aa, una wanajua, huyu atakuja kuchukua nafasi yangu, wanaanza kukuchukia. Wapo wanaokuchukia pengine labda kwenye siasa, umeanza kung'aa kwenye maeneo fulani, wanaona kabisa, huyu atakuja kuchukua nafasi yangu, watakuchukia. Wapo kwenye biashara wakiona umeanza kuchukua nafasi yao kwenye aina fulani ya biashara, kuonekana analikwa wao zaidi, sasa hivi wa wao unalikwa wewe zaidi, wataanza kukuchukia. Kwa hiyo kila eneo ambalo utaanza kuwa tishio, uwe na uhakika kuna watu wataanza kuchukia. Wengine wanaona kabisa majina yao unaanza kuyaondoa He, zamani walikuwa wanaitwa wao He, ni mwanamuziki kila wakati kwenye tamasha alikuwa anaitwa, ghafla unaanza kuwa replacement yao. Wewe ni mzungumzaji, ghafla unaanza kuondoa watu fulani kwenye seko. Sio kila mtu atakuwa na kufurahia kuna watu ambao wataanza kuchukia tu kwa sababu hiyo na Haya ni muhimu kuyajua, kwa sababu mara nyingi tukichukia, tunafikiri lazima tu tumekosea. Kuna watu wanachukia kwa sababu pengine tumekosea, lakini wapo wengi, maelfu kwa maelfu, ambao wanaweza kukuchukia hata hujakosea jambo lolote. Unachotakiwa kujua ni kwamba duniani hapa hauwezi kupendwa na kila mtu. Jitahidi kuwa mwema, lakini uwe na uhakika hauwezi kupendwa na kila mtu hata iweje. Sijajua wewe katika maisha yako umeshawahi kukutana na mazingira kama haya, kuchukiwa kwa sababu yoyote kama hii. Hebu niandikie hapo chini kwenye komenti, tujifunze zaidi.